Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wa hii leo ataongoza viongozi wengine wa serikali ya Kenya Kwanza akiwemo mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse kuzindua ujenzi wa barabara ya Emali Ukia. Barabara hii ni muhimu kwa usafiri kwani inaunganisha kaunti ya Kajiado, Makueni na Kitui. Michael Mutinda amefika kwenye uzinduzi huo na sasa tunaongana naye mubashara kwa mingi zaidi. Asante sana na kupata kwa njia mufti kabisa nikiwa katika kituo cha kibiashara cha Ndundune kwenye barabara ya kutoka Emali kwenda Ukia. Hii ni mojawapo ya barabara kuu za kaunti ya Makueni ambayo imesalia bila lami kwa muda mrefu, kuwa na siasa wakiitumia kwa muda mrefu kujipigia debe, lakini wananchi wanabaki kutaabika hapa, na na mojawapo ya umuhimu wa barabara hii ni kuwa eneo hili ndilo eneo ambalo linatoa matunda mengi na hususan maembe na machungwa, lakini wakulima hapo wamekuwa wakipata hasara kwa sababu wale wanabiashara wanaokuja kuchukua matunda yale wanalalamika kuwa barabara hii ni mbovu. Aa, na kama ulivyotangulia kusema ni kwamba kiongozi wa wengi, aa, Kimani Ichung'wa katika bunge la kitaifa atakuwa hapa muda wote kutoka sasa, aa, ili aweze kuzindua ujenzi wa barabara hii na tunataka tuungane na mbunge wa eneo hili la Kibwezi Magharibi, Mwengi Mutuse, aa, aweze kutu, kutupa tu taswira kidogo kabla ya kuzungumza na wenyeji kwa sababu ananiarifa anakwenda kumpokea, aa, kiongozi wa wengi, aa, karibu hapa. Aa, mbunge, labda, aa, hatua hii, aa, ina umuhimu gani kwa wakazi wa eneo hili? Nafikiri jambo la kwanza vile imesemekana, hii ni barabara ya kihistoria. Pili ni barabara yenye inabeba uchumi mwingi sana wa sehemu hii, hasa ikikumbukwa kwamba barabara ya kutoka pande za Ilasit pande ya Tanzania e, kupitia Loitokitok kuja mpaka hapa Emali ndio inaunganisha na hii barabara kwenda mpaka sehemu za Uotee na vilevile kwenda Kitui, Garissa. Kwa hivyo ni barabara yenye umuhimu mkubwa wa kibiashara na watu wengi hapa ni wakulima, watu wengi hapa ni wafanyi biashara. Kwa hivyo hii ni barabara ambayo itafungua uchumi sio tu wa watu wa Makueni, mbali wa nchi nzima, kwa sababu ni barabara ambayo inatuunganisha na nchi jirani, nchi ya Tanzania. Lakini mbunge, barabara hii imezinduliwa mara mingi, utahakikisha vipi wakazi wa eneo hili kwamba uzinduzi huu wa leo utakuwa kama uzinduzi ni wa miaka mingine? Ni kwamba kandarasi tayari imepeanwa kandarasi imepewana kujenga kilomita za kwanza 20 kutoka Emali kwenda mpaka tauni ya Matiliku. Mwanakandarasi tayari ako hapa amepewa kandarasi ya kadri kiwango cha fedha za Kenya bilioni moja, nukta moja, 1.1 billion. na tayari hiyo kandarasi imewekwa sahihi, ni kwamba hii barabara itajengwa hivi karibuni eh, chini ya wiki mbili zijazo. Rais William Ruto mwenyewe atakuwa hapa na ataweza kuhakikishia viongozi na wananchi kwamba hii barabara ikianza haitasimama tena. Sisi hatuja kuja kufanya siasa, tumekuja kufanya maendeleo. Niliahidi na Rais mwenyewe vile vile, akiomba kura aliahidi kwamba itakuwa ni jambo la Priority, tukipata kiti tumalize siasa ambayo ilianza tangu wakati Kenya ilipata uhuru, hati kila wakati watu wakiomba kura wanaomba na hii barabara ya kutoka Emali kwenda Ukia. Hiyo itakuwa ni jambo la historia. Hakuna tena mwanasiasa atasimama hapa haidi barabara ya kutoka Emali kwenda Ukia kwa sababu chini ya miaka mbili tutakuwa tumemaliza ujenzi wa hii barabara. Nataka niwahakikishie wananchi wa hapa Kibwezi West, wananchi wa Makueni na Kenya mzima kwamba nimeangalia, nikiwa katika kamati ya bajeti, nina uhakika kwamba fedha za kujenga hii barabara zimewekwa kupitia kwa ile securitization na kupitia pia kwa kodi ya Wakenya. Kwa hivyo fedha ziko, na Rais ametutengea pesa, mwanakandarasi amepatikana, na tunaimani kwamba barabara itajengwa na itaisha. Asante. Hapa watuharifu nyinyi kama wakazi wa eneo hili, labda mmekuwa mkitabika vipi na barabara hii ikijengwa itawasaidia vipi? hasa na jina Eh, kwa majina, naitwa Joyce Kinyungu. Ninashukuru sana kwa sababu siku ya leo tumekuja hapa ndio e, tupate, e, tupate e, mwelekeo ya barabara yetu, sababu kwa miaka mingi tumekuwa na shida kwa miaka mingi tumeambiwa tua, e, watu wanaitisha kura na hii barabara. Kwa hivyo leo ninashukuru sana sana mheshimiwa wetu Ecomas Mwengi Mutuse kwa sababu hii ni siku muhimu, na hatujawahi pata, hatujawahi ona tena. Kwa hivyo ninamshukuru sana, kwa sababu ametuahidi akipata, aki kiti atatuwekea lami, atatutengenezea barabara. Kwa hivyo ninashukuru sana sana mheshimiwa. Wito wako ni gani? Kwa tunasikia rais atakuwa hapa na kumekuwa na uzinduzi, labda we kama mkazo eneo hili ungeuliza nini serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu kumekuwa na serikali zingine wameahidi. Je, hapo wanapokuja kuahidi tena, labda ungewambia nini? E, ningesema ya kwamba kulikuwa na rais Mwai Kibaki, kulikuwa na rais Uhuru Kenyatta hakuna kitu ametufanyia, lakini rais wetu Ruto ni hero ya Kenya. Kwa hivyo ninamshukuru sana sana na ninaambia wananchi wa, e, naomba tumshike mkono kwa sababu ametuonyesha e, mwelekeo mzuri. Nam asante. E, ni taswira tu kidogo ya jinsi mambo yatakavyokuwa hapa. Tutakuwa tukifuatilia tuweze kuleta taswira kamili katika taarifa zifuatazo. Mimi ni Michael Mutinda studio. Naam, shukran, Mutinda kutoka kaunti ya Makueni. Kwengene